Je, unaweza kutambua mtetea ambaye ni mbegu bora kwa ajili ya kutaga kwa kumwangalia? Jibu ni ndio, lakini we unafahamu hasa? Video ya leo nitaenda kukufundisha ni namna gani ya kumtambua mtetea ambaye ni bora kwa kutaga kwa kuwaangalia. Wote utakuta una mtetea ishirini au thelathini lakini haina maana kwamba wote watakuwa wazuri kwenye kutaga, ila kuna features za mwonekano ambazo zinakujulisha mtetea huyu ni mbegu bora kwa kutaga. Tafsiri yake ni kwamba anataga, atataga mayai mengi kwa muda mrefu. Kuna wengine ni mtetea wazuri wana mambo mazuri lakini pia wanataga mayai kidogo, yani anakuwa anavusha vusha sana. Sasa kuna mtetea ambao wanataga mfululizo au ana uwezo wa kutaga mayai mengi kuliko mtetea wa aina yake. Sasa, hii iko tofauti kwenye kuku machotara, na pia kwenye kuku wa mayai wale special wa mayai pia wana kautofauti hako sasa leo mimi naenda kukufundisha hatua ya kwanza, unapochagua mtetea wa mayai tunaangalia mundu. Nikisema mundu ni hichi kidude cha hapa juu, ngoja nikuoneshe kwa wewe. Mtetea kama cha jogoo, unamwona mtetea sio kidude chake kama cha jogoo na kione kimekuwa kikubwa, sawa? Ukiona kimekuwa kikubwa hivyo hiyo ni ishara nzuri kwamba mtetea huyu ni bora kwenye upande wa mayai. u unakuwa una mkubwa, wakati mwingine kinalala kama hicho cha mtetea ulivyoona, yani karibia utasema ni jogoo kikiangalia hicho, sawa. Mtetea wengine, angalia huyu huyu, huyu wa kanga kanga huyu hapo, unamwona, yani kimelala kabisa, ni kimekuwa kikubwa mpaka masharubu ya, ya chini kama jogoo pia na yenyewe yameshuka. Ukiona hivyo, ujue hiyo ni mbegu bora ya mayai huyu, kwamba atakupa mayai mengi. Njia ya pili ya kutambua katikati ya miguu, unamwangalia katikati ya miguu panakuwa kama kunataka kushuka fulani hivi. Sawa, ngoja nikuoneshe kwa mtetea mmoja, ili ukiona na ujue namna ya kuangalia kuku wako. Sawa, mwangalie huyu na mtetea, mwangalie hapo nyuma, utaona katikati ya miguu kwa hapo nyuma kama pamededea, yani pameshuka chini. Hii inaonyesha kwamba huyu ni mtagaji mzuri wa mayai. Mwingine huyu amekaa vizuri kweli, mwangalie katikati ya miguu hapa nyuma, kuna kama nusu duara kushuka chini, yani hapajakaa flat, hapa tumboni pamekaa kama nusu duara. Ukiona huku amekaa hivi, huyo ni mtagaji mzuri wa mayai. Unaangalia undu kwanza uwe mkundu, alafu kingine unaangalia katikati. Bado features moja ambayo utatambua kwamba kuku ni wa mayai. Lakini kabla sijamalizia hiyo moja, usisahau kusubscribe, kushare na kulike video yetu. Na pia tuna group la mafunzo ambalo tunatoa mafunzo mbalimbali mbali kuhusu na ufugaji. Tuna group la VIP ambalo ni elfu tatu kwa mwezi tu, na pia tuna group la bure ambalo linapatikana muda wote unamwona huyu hapa nyuma, pame shuka. Sasa ficha ya tatu, tunaangalia upana wa umbo kutoka chini kwenda juu. Ukimwangalia huyo mtetea unaweza ukasema labda ni manyoya mengi, lakini hayo sio manyoya peke yake. Kutoka chini kwenda juu kidogo anakaa, upana ni mpana. Kuangalia wote wawili, mwangalie huyu, mwangalie na huyu ambaye analala hapo chini, ni mpana sawa. Upana huo wakati mwingine unasababisha anakuwa na uwezo kubeba mayai na anaweza kutaga mayai makubwa vizuri. Atagi vile viai vidogodogo. Sawa eh? Kwa hiyo anakuwa kidogo ni mpana. Mwingine ni huyu hapo. Na mwana huku ni mpana. Yaani, ukimwangalia huu mtetea ni mtetea wa miezi sita. Lakini angalia ficha ya kwanza undu yake ya juu. Yaani, kwenye kichwa hapa juu kama jogoo imekuwa ndefu zaidi, utafikiri jogoo. Masharubu yameshuka. Katikati ya miguu yake utaona pame dedea kwamba tayari wameanza kutaga tayari, pamededea, lakini angalia upana wa kutoka kwenye ardhi paka juu, unene wa mwili wake kutoka chini kwenda juu ni mrefu. Sasa, ukiona mtetea ana features hizi basi jua huyo ni mbegu nzuri sana ya kutaga. Hapa kwetu utaona wote kama wanafanania hivyo, kwa sababu tulichagua mitetea kwa ajili ya mbegu, ndio maana tunaona wengi wanaelekea kufanana kwa staili hiyo kwa sababu hiyo tulichagua wa mbegu Huyu mweupe huyu ni jogoo lakini ni huyu jogoo wa kienyeji. Lakini cha kushangaza na ambacho ulikuwa unatakiwa kufahamu kwamba jogoo wa kienyeji huyu ni wa kienyeji lakini angalia ana miezi sita lakini halingani na huyu wa chotara mwenye miezi sita wala halingani na huyu wa miezi sita. Kwa hiyo hizo ni mbinu za kukusaidia wewe kujua mtetea bora wa mayai. Kwa hiyo bandani kwako unapokuwa unafuga jaribu kutenganisha mitetea. Kuna baadhi ya mitetea uza, na kuna baadhi ya mitetea usiuze hata isiweje, kwa sababu hicho ni kiwanda cha mayai. Kwa karibu Mkongwe Farm kwa ajili ya mafunzo na huduma nyingine.